Novemba 11 anakumbukwa Mtakatifu Martin, askofu wa Tours, mtume wa kanisa Katoliki, akijulikana kama mtakatifu wa huruma na msaada. Alipokuwa na umri mdogo, alikimbia familia yake na kujiunga na jeshi la Kirumi. Alijitolea kutumikia kama askari, lakini akifanya kazi ya kumtumikia Mungu kwa njia ya upole, kutunza imani na msaada. Siku moja, aliona maskini barabarani aliyejifunika vazi chakavu Alikata koti lake nusu na kumvisha maskini huyo. Aliota ndoto akiona Yesu akivaa koti lile, na hapo alijua kuwa amefanya mapenzi ya Mungu. Aliacha jeshi na kuwa padre na kisha askofu wa Tours Ufaransa. Alijulikana kwa unyenyekevu, ufanisi wa kazi ya kufundisha na kusaidia masikini. Anatufundisha upendo, huruma na kutoa msaada, na amepewa heshima kubwa katika kanisa Katoliki.